Mambo vipi kaka? Kama kawa, pole. Naongea kwa matokeo ya jana. Mchezo, unaizungumziaje mechi ya jana? Ah, ha, aka mechi ya jana kwanza hmm. Mimi kikubwa nataka niseme tu, kwanza tushukuru Mungu kwa matokeo ambayo tumepata kupata goli moja wale jamaa sasa. Kaka wewe jana umefurahia, si kufungwa? Nisikilize kaka, mimi niongee tu ukweli. Yule Kibisawala mtu ambaye amemloga inabidi akae naye chini amalize. Tunaongea ukweli kabisa, yule ni flop man katika timu yetu, sijui umenielewa. Moto ambao walokuja nao yule ue amerogwa, mshabiki wa Simba, kaka. Akili Simba. Akili, kaya. Kaya. Ka akili akili ipo Yanga, mwili uko Simba, ipo Yanga ili uko Simba, naona kivipi sasa? Akili ipo Yanga, mwili uko Simba, huko Simba. Ngoja nikwambia, ameambiwa wanataka kupelekwa Yanga. Kitu gani amefanya Kibisawala sasa? <coughs> Hiyo kitu gani hiyo? Hmm. Kitu gani ambayo? Yeah. Anazungumzia wewe? Yeah. Chama alikopo anahusishwa miaka mingapi ya, anaenda Yanga, anaenda Yanga. Alikuwa na, na, ya na, na mapenzi ya Simba, alikuwa na mapenzi na Simba. Yeah. Kwa nini na yeye asiweke mapenzi na timu yake, kaka? Amesha uhusiwa. Hakuna, kaka. Kaka sisi kama kusalitiwa tunasalitiwa mule mule. Amesha uhusiwa Simba yetu, anatuhujumu hapo ndani ya Simba. Mimi nakwambia kwa Simba, kwa <laughs> shabiki wa Yanga, kwa shabiki wa Yanga, kwa shabiki wa Yanga, kwa shabiki Simba Yanga, kwa shabiki wa Yanga, kwa shabiki bila kuwa kweli <laughs> sisi wenye mapenzi na Simba.